sana. Rashid Salim. Mtazamaji, karibu katika dondoo za magazeti kwa muktasari. Vichwa vya habari vya magazeti ya leo yameandika nini? Lakini kubwa ni matokeo ya darasa la saba na hapa mkononi nalo gazeti la Jambo Leo. Habari kubwa ni hiyo, matokeo darasa la saba shule uh, Shinyanga ya vunja rekodi, yatoa wanafunzi nane kati ya kumi bora, waliotusua wanika siri ya ushindi wao, ndio habari kubwa kabisa katika ukurasa uh, wa kwanza, Jambo Leo likiainisha basi au likionyesha baadhi ya uh, washindi au waliofanya vizuri katika mtihani huo wa darasa la saba. Agizo la JPM kwa wamachinga layeyusha mabilioni Dar. Tanesco yaichongea serikali kwa wabunge. Habari Leo nalo likiongozwa na habari hiyo ya matokeo ya darasa la saba. Lakini habari nyingine, ripoti ya mkataba wa lugumi polisi yafika kwa Ndugai. Na hapa msichana uh, pekee kumi bora akiwa ame, anaonekana hapa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Habari Leo. Sumaye kupokwa shamba, Mwingereza afutiwa hati tano. Gazeti la Majira lenyewe habari kubwa nayo ikiwa ni hiyo ambayo imeweza kuchomoza katika magazeti uh, mengi ya leo. Habari nyingine ni Kanisa Katoliki CCT kujenga ofisi makazi Dodoma, arasi Tabora atoa wiki mbili, kero za wajawazito Kitete rasi Makonda asema machinga waondoke, awapa siku kumi na nne. Wakuu wa wilaya, wakurugenzi kutekeleza agizo. Mwalimu adaiwa kubaka mwanafunzi wa miaka sita. Aa, gazeti la Uhuru nalo lilikuwa na habari hiyo ya ufaulu, lakini Sumaye apewa notisi, na Abu Dhabi kuendele, kuendelea kukuza ushirikiano na Tanzania. Gazeti la Mtanzania, hakimu atishia kufuta kesi ya vigogo NIDA, awataka TAKUKURU wasiwe na kiherehere. Haya, matokeo ya darasa la saba. Gazeti hili la Mtanzania nalo halikubaki nyuma, likiwa limeainisha hapa na wanafunzi bora kumi kitaifa, shule kumi bora na shule ambazo e, zimeshika mkia. Tuangazie kurasa za michezo na burudani, gazeti la Bingwa mahususi kabisa kwa habari hizo likiandika: Lwandamina aanza kuisuka Yanga, amvuta Mido wa Chipolopolo aliyetingisha Afrika. Yanga wampa miaka miwili kutua. Novemba 15 Simba ya badili staili ya kusaka ubingwa. Kurasa za nyuma Bingwa likiandika kifungo Mourinho kuzikosa Swansea na Arsenal. Mtanzania lenyewe likiandika milioni 38 za mvuta Luandamina Yanga. Haya, gazeti la Uhuru serikali yapigilia msumari Yanga Simba aplum akatuachia pengo. Majira lenyewe likiandika kuhusiana na habari kubwa ya Yanga watamba kunyakua tena ubingwa, wadai wanafukuza mwizi kimya kimya. Na, na tunakamilisha dondoo za magazeti uh, Gazeti la habari leo kurasa za michezo likiandika TRA e, ya zua tafrani e, TFF uh, Rashid Salim eh, ni, niweze kukupa nafasi. Naona uko na mwanafunzi na uh, ambaye amemaliza darasa la saba, na katia, bora, ni moja kati ya mwanafunzi bora, nikukaribisha ili uweze ni eh, kupata mawili matatu kutoka kwake.